Kwema kwema. mambo mengine? mambo mengine safi. Jana umekimbia mechi Benjamin Mkapa dhidi ya Young Africans, ujapeleka timu, kwa maana umesema umezuiliwa na Young Africans getini, ukaamua usipeleke timu, umeigomea mechi, umeogopa yanga? Hapana, sijaogopa. hmm. Nilizuiliwa na nani? na yanga, kwa sikupeleka kwa sababu ya kanuni. Simezuiliwa kuingia basi, nisiende. hey, ndio maana sikuenda wafuate utaratibu, nitaenda nitaenda vizuri tu, nitaenda. Wanasema uh, mliingia na wazee pamoja na mbuzi, ndio maana Yanga Africans wakawazuia. Yanga bado wako mbali sana katika kimpira, yani fikira zao za kimpira bado wanaamini kwenye ushirikina. Timu zote duniani zishatoka kimpira, sisi wote timu moja tu hapa Tanzania, timu kubwa ambayo ina mashabiki bora wenye uelewa na mpira tunaojua mpira sawa, hatuna imani ya kishirikina sawa. Leo hata sisi tungekuwa wenyeji, huwezi ukakuta Simba apeleke makomando eti akamlinde Yanga asiingie. Huo sio mpira. Timu yote inayojua mpira, inayocheza mpira haiwezi kafanya vitu kama hivyo. Ni timu pekee duniani inayoajiri makomando, ni Yanga. Timu ipi? Na sijui makomando atoka nchi gani, sijui wa kuzuia tu kukaa kwa mkapa pale na makomando sijui wanatoka wapi. Leo hii yanga wanasema eti TFF wajiuzuru. Kwa nini wasianze wao kujiuzuru? Kwa nini wasianze wao? Kwa sababu wao ndo wamesababisha chanzo cha mechi kutokuchezwa ni yanga, chanzo ni yanga. Maaskari walikuwa pale, wameona walioleta vurugu ni nani? Hivi unafikiri simba wangechukua sheria mkononi wale mabaunzi aliokaa pale getini wapite nao moja kwa moja, si alikuwa mauaji? Tulitumia busara, tukasema sheria itafuata. Nini tunataka? sheria ya kimpira inaniruhusu nifike pale saa moja nifanye homework kesho, niingize timu, wakanizuia. Na sisi tukasema kuna nini humo? Leo hii wanatoka hadharani, mshabiki wa Yanga anatoka anasema tulikuwa na mbuzi, maana tulikuwa na wazee hiyo mbuzi waliona nani? Imani ya kishirikina na sisi tunasemaje? hiyo tarehe tuliyopangiwa itapangwa, naomba ipangwe. Sisi tunaenda wasipokuja, tunatoka na pointi tatu. Kama wao wanasema walikuwa na haki, wametoka na pointi ngapi? Rais uh, wa Young Africans, makamu wa rais Arafat Haji ameandika katika mtandao wa kijamii akisema wao wanajua mechi yao ni tarehe nane mwezi wa tatu, si vinginevyo kwa hiyo hata mechi kama bodi ya ligi wakipanga ratiba wao hawaitambui mechi ambayo ishapita. Labda wewe unaitambua mtani wako Simba Sports Club. Ah, rais wa klabu ya Yanga, makamu wa rais, makamu wa rais hmm. Ndo kaposti kwamba hatacheza hmm. aitambui ah, hiyo siku itakayopangwa hmm. yeye kama nani? Baba wa mpira hapa Tanzania ni nani? TFF. TFF. Sasa kama TFF ndo wamesema watapanga tarehe nyingine, yeye hmm. ye ni nani? haja aseme kwamba itambui Ataitambua? si anapandisha kisukali, tutakishusha. Acha apandishe kisukali, kitashuka kisukali. Siku hiyo asipokuja, sisi, hata kama wakisema mashabiki wa mashabiki wa Yanga wote wasije, sisi wanasimba tunajeuli, tunajaza uwanja, tunacheza pale Nye. sisi hata kama wakisema mashabiki wa Yanga wasije kuona dabi Tuna uwezo mashabiki wa Simba, tukata tiketi, tunajaza uwanja na mpira tunaupiga bila kuonekana mshabiki wa Yanga yoyote tukajigawa, na tukajigawa upe nye huku, nyekundu huku, tunaweza na dabi. Kapigwa yeye, ndo alichungulia. Kwa nini hatuzuie? Yeye ndo alichungulia, ndio ilikuwa ali ali siku yake. Wameninyima ubingwa na hasira kinyama ubingwa. Eh, mbona umemkimbia Young Africans? Yeye ndo kanikimbia kanikimbia yeye alifika mpaka uwanjani Benjamin Mkapa na ni tokea. Kwani mpira si uliahirishwa mm. Umeahirishwa kwa sababu gani? Mpira uliahirishwa kwa sababu gani? Wanyoshe taratibu, hakuna aliyekimbia mm. Wala hakuna kilichotokea, kimetokea ni vurugu mm. Mashabiki wa Yanga wasipokuwa na uelewa wa kimpira mpaka na uongozi wao kiujumla, tuseme ile timu nzima. Nataka niteue Mandala JB 64 mm. Nani huyu mchungaji waanzishe wabebe kipolomondo ile cha mediali wawakalishe kina kizinga godi Yanga na wenzake wawape darasa la mpira. Mpila, mpila tulishatoka huko. Leo hii mshabiki wa Yanga ana tiketi elfu tano anakuja, nimekula hasara nime sisi tulishakawahi kukata tiketi uwanja mzima, kafu ikatufungia na bado tukapigwa faini, hatukulalamika. ya tiketi ya hela niliyokata, nilichangia timu yangu, tena tukalipa faini eh. Wakome. Wakome. Eh, yale makomando tuyataki mm. na sisi hatuwezi kucheza na makomando Ngo. ubaya ubwela mezabiri. ubaya ubwela nilikwambia, hata siku ile ubaya ubwela unaenda kutokea mm. makomando yale hatuchezi nayo Ngo. yani mpanzo akacheza na komando hii na wanabahati chasambia walikuwa, alikuwa anawafunga hapo hapo, hey? Au mmemkimbia Jonathan Kangarombo? Nani Jonathan Kangarombo, winga moja lile, sio wale walikuwa natula? Ndio maana walifanya hivyo vitu hmm, kwa hiyo wasilete visingizio, mala imeenda imerudi. Waseme wao walichokitaka, wali kwamba tusiende kufanya nini mazoezi, hicho tu ndio. Hatujapeleka timu ni kosa, ndio, lakini kama ni kosa ngoja tusubiri, nani atapigwa faini. Wamefanya kosa, wametuzuia kuingia, wanakosa wao wenyewe mm. Yanga so nyie kutokupeleka timu wao wenyewe kupeleka makomando yao waliyatoa wapi? Kwanza hayo makomando yatoka wapi? Kwa sababu kamishina wa mchezo kama alikuwa ana taratibu ana taarifa mm. tungemkuta ye kama, yeye akatuzuia mwenyewe, sheria zipo nayendo, mwenye mamlaka ya uwanja mm. angesema bana mm. nyinyi sina taarifa na nyie Kamishina tulimkuta? Si hatukumkuta. Kamishina anapigiwa simu anasema niko njiani nakuja. Alikuwa wapi na kwa nini awaache makomando? Jana kumetokea kifo uh, cha mwanachama wa Young Africans yeah, baada ya mechi kuahirishwa. Uh, mwanachama uh, alipigwa shoti ya umeme na akafariki hapo hapo. Uh, kwanza tuwape pole mm, visukari vimepanda kaenda pale <laughs> lazima lipuliwe tu, siku yake imefika mm, kwao tunawapa pole hilo ni sababu tu ya mpira kuahirishwa, hayo yote yalitokea. Pengine mpira wa ungechezwa yasingetokea hayo, ila nataka tu niwaambie waelimike, waelimike katika mpira, waache watoke. Hiyo zamu ishapitwa, ishapitwa na wakati. Sisi tuko vizuri, tunasubiri mechi yetu ya tarehe kumi na moja mwenge pale, tukashuhudie timu yetu eh. Tuko vizuri, tukushukuru sana. asante lazima <laughs> lipuliwe tu, siku yake imefika. Kwa hiyo tunawapa pole. Hilo ni sababu tu ya mpira kuahirishwa, hayo yote yalitokea. Pengine mpira ungechezwa, yasingetokea hayo, ila nataka tu niwaambie waelimike, waelimike katika mpira, waache watoke, hiyo zami ishapitwa, ishapitwa na wakati. Sisi tuko vizuri, tunasubiri mechi yetu ya tarehe kumi na moja mwenge pale tukashuhudia timu yetu Eh, tuko vizuri. Tukushukuru sana. Asante.